Jina yeah. Yeah. Yeah. Yes, yes, yo. It's another beautiful day, beautiful time, beautiful month, manika. Jina langu ni Musa Saliboko, na kazi yangu ni kukuletea zote ambazo zimekick, zimetrend, yani zinazovuma kila kona huko. Shughuli yangu ni kuzikamata, kuzinyambua na kukusogezea hapa kwenye YouTube channel ya Habari Kubwa TV au vipi eh? Na bila kupoteza time, leo nimekuletea story ya zangu katika mitandao ya kijamii usiku wa jana, nilikutana na post ambayo imepostiwa na BET Awards. Kama wewe ni mfuatiliaji wa music na mambo ya entertainment, naamini hii kitu itakuwa sio geni kwako. BET Awards kupitia page yao ya Instagram walipost na kuandika kwamba wamemchagua Official King Kiba Alikiba, hitmaker wa ngoma ya Aje, kama mshindi wa kinyang'anyiro ambacho walikiweka kwenye tereza katikati mwezi wa pili kumshindanisha Alikiba na Diamond na mshindi alikuwa anaamuliwa kwa kura. Hivyo Alikiba amebahatika kuweza kupata kura nyingi, na hivyo amekuwa mshindi wa kuweza kuperform jukwaa moja na Rihanna, Miss Riri katika utoaji wa tuzo hizo baadaye mwaka huu. Yeah, yes yes, wep, kama ulikuwa hujaisanuki au hujausanukia huo mchongo, kuna picha hizo ambazo zinapita hapo, unaweza kuangalia jinsi ambavyo post ya ya Befta Awards ilikuwa kitu ambacho Befta Awards yani waliandika na vitu vingine kaa hizo eh. La kwangu jina ni Musa Saliboko. Usisahau kusubscribe hapa hapa YouTube channel ya Habari Kubwa TV kwa sababu nitakuwa nakuletea mastory kutoka katika nyanja zote, sports, entertainment mpaka siasa, hapa hapa kwenye YouTube channel yako ya Habari Kubwa TV. Am out.